Jina naitwa Kasim Ahmadi, ni afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya Twende Pamoja na Mama Sports Promotion na hoteli ya Makunduchi Villa. Mkutokea Kigamboni, leo hii tuko ndani ya viwanja eh, vya hapa Yombo vituka kwa lengo moja tu, kuja kuhakikisha kwa mara nyingine tunasikiliza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kuelekea uchaguzi wetu wa mwaka 2025. na tano Hakuna kingine kikubwa ambacho tunakifuata, ni maneno yale yale ambayo tumeyasikia siku zote, maneno mazuri yanayotoka katika mdomo wa kipenzi chetu, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassani. Sisi kama taasisi tuko hapa kwa sababu mambo ambayo ameyafanya Rais Samia kwa macho yanaonekana, kwa harufu tunapata kuyanusa, lakini pia hata kwa kufikiri binafsi yetu tunaweza tukafikiri amefanya mambo mengi kabisa ndani ya Tanzania yetu. Na Tanzania sasa hivi tunajivunia uwepo wa rais huyu mwanamke mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kitu kimoja ambacho tunaenda kutoa wito kwa vijana tarehe ishirini na tisa, sisi tuna deni na mama yetu, na deni letu kubwa tulilokuwa nalo ni kuhakikisha tunaenda kumpa kura za ndio, tunatiki kwa mama Samia lakini pia kuna jambo lingine la umuhimu zaidi kwa vijana, amani ya nchi yetu, amani ya Tanzania. Amani ndiyo tunu ya taifa letu kwa sasa. Tusigabaike na kijana yoyote mwingine akaja kutuambia swala la kwenda kuvunja amani kwa Tanzania. Tuna wazazi wetu, tuna mama zetu, tuna watoto wetu wadogo kwa Tanzania hii, na raha tulizokuwa nazo hizi ni kwa ajili tu ya kusikiliza eh, na kuendelea kuiboresha amani yetu ndani ya Tanzania. Hivyo vijana kokote mliko tujitokeze kwa wingi kwenda kutetea haki yetu ya kikatiba kumchagua kiongozi tumtakaye. Mara baada ya kupiga kura turudi nyumbani tukatulie kwa amani, vilevile tusubiri eh, matokeo yatakavyotoka. Kwa hiyo tunasisitiza kama taasisi ya Twende pamoja na mama chini ya mkurugenzi wetu Bwana Muhammad Aji kwamba amani ndiyo kipaumbele cha taasisi, na kokote tunakoenda bado tunaendelea kusisitiza amani kwamba leo sisi tumekuja hapa katika viwanja vya Tanesco Yombo Vituka hapa sio kwa lengo lingine, ni kwa lengo la kumsapoti mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kuna sera ambazo anakuja kuzitoa hapa na sisi tumekuja kuzisikiliza hizo sera, kwa sababu amezitoa eh, Kinondoni, amezitoa Ilala, sasa hivi teme, temeke Temeke ikijumuika eh, pamoja na vitongoji vyote. Tumekuja hapa kwa ajili ya kumsikiliza mama yetu Samia Suluhu Hassan, rais wa awamu ya sita eh, kama tulivyosema sisi ni taasisi ya michezo. Taasisi yetu hii ya michezo ni maalumu kwa kumuunga mkono mama Samia kwa ajili ya kuibua na kuendeleza michezo, na tushafanya ligi nyingi katika eh, Tanzania yetu. Tulishafanya ligi ya timu 32 ambayo ilijulikana kwa jina la Samia Cup 2025 mji mwema, tukafanya ligi ya Samia and Mwinyi Cup Zanzibar, timu 32 tukaja tukafanya Samia Netball Cup ambayo ilifanyika katika viwanja vya, vya, vya, vya, vya, vya Magomeni eh? Matarajio yetu makubwa ni kusikiliza sera nzuri kutoka kwa Chama cha Mapinduzi kutoka kwa rais wetu wa awamu ya sita Daktari Samia Suluhu Hasani.